Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais Bwana Mohamed Abood amesema tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC itakapotangaza tarehe ya kurejewa kwa uchaguzi mkuu wa Zanzibar, serikali ya Mapinduzi Zanzibar itahakikisha inapata fedha kwa ajili ya kuendesha uchaguzi huo. Akizungumza katika mahojiano maalum yaliyofanyika ofisini kwake, waziri Mohamed Abood amesema ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba tume ya uchaguzi ya Zanzibar inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba na sheria, na itakapoamua kutangaza tarehe ya kurejewa kwa uchaguzi huo, basi serikali itahakikisha fedha zinapatikana ili uchaguzi huo uweze kufanyika kwa mujibu wa sheria zilizopo ama kuitisha uchaguzi mwingine, basi serikali itafanikisha kupatikana kwa fedha na uchaguzi utaendeshwa. Ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba tume inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba na sheria.